Karibu ndio neno la kiungwana, na kila muungwana anapenda kusikia ilikipenya kwenye nta zake za masikio. Huyu hapa ni mbuji na mshititi wa lugha aushin adhimu ya Kiswahili Salim Mwanangwa wa Ahmad. Leo niko na mtaalamu gwiji huyu eh, bwana Baraka. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Eh, karibu sana. Mimi bwana ni shabiki yako bwana. Eh, ni shabiki ya kile ambacho wewe unakifanya umekuwa ni menta mzuri sana kwenye nam, kwa namna moja au nyingine, yes. Uh, katika mradi Koma leo, nataka tuzungumze na na vijana, lakini kwenye upande wa wa digital, digital platform. Yani kijana ana, ana, ana mchango upi au uh, di, yeah, eh, elimu ya kidigitali ina mchango gani kwa kwa kwa jamii hasa hawa vijana wa kisasa wengi wanakuwa wanalalamika uh, kwa sababu hawajitumi. Wengi wamekuwa wana wanaona kama ajira kuna, kumbe mtu anaweza akakaa nyumbani akatrade vitu vyake na mambo yakawa yakawa mazuri. Na hii elimu kwa kwa msaada wa mashabiki leo, elimu hii mara nyingi umekuwa ukiitoa wewe kwa fedha, mtu lazima alipie ndo apate elimu, lakini leo hapa unampa bure. Kwa mi naamini atafaidika vizuri. Karibu sana. Uh, asante mm, sana hapo mm. Umesema wewe ni shabiki wa vitu vyangu <laughs> hey. Mimi nimekuwa shabiki yako nikiwa mdogo <laughs> so, ni watu wawili ambao wanashabikiana leo tumekutana kwenye Koma. Sawa sawa, shukran sana yeah. Na umeniuliza hapo umeniambia mm. teknolojia ina mchango gani wa, wa, kwa vijana yeah, yeah. And uh, mimi kwa kuanzia tu hapa um, moja ya kitu ambacho sisi vijana ambao mm, tuko kwenye karne ya sasa hivi mm, tunaitwa watoto elfu mbili tuna bahati yeah, ni uwepo wa teknolojia. Sawa, sawa. Um, tunajua tutaongea zaidi huko mbele mm, lakini uh, teknolojia imeleta fursa nyingi sana ambazo zamani hazikuwepo. Kuna jambo moja nilikuwa nasoma, wakawa wanasema kwamba Gen Z siku hizi wana hela kuliko millennial, yaani sisi ambao tuko wadogo hivi tuna hela kuliko watu ambao wamezaliwa tisini kushuka huku chini kiasi kikubwa cha ile ambacho uh, watu wa Genz wako nacho ni kwa sababu ya masuala ya teknolojia na, na upande wa digital. Mm. Mm. Of course, kwenye, kwenye kwenye kwenye hilo ndio nataka uniambie mchango wa teknolojia kwa, kwa, kwa, kwa jamii sasa. Yeah, uh, teknolojia ina mchango mkubwa sana kwa jamii mm. Mm. Uh, ukiangalia sasa hivi karibia sekta zote ambazo ziko nchini kwetu zime Um, kwa kiasi kikubwa zimebadilishwa na teknolojia. Kwa mfano, naweza um, nikasema kwenye, kwenye eneo la ajira siku hizi, angalia tu mfano mdogo uh, uh, wa labda watu wachache aa kia wa YouTube akawa ananiambia kwa siku tuna verify zaidi ya channel milioni milioni, uh, moja. Imagine so, um, na hapa Bongo kuna watanzania wangapi ambao wana TV tu YouTube tu wanaingiza kipato, sio YouTube tu, yani like, uh, tu. hii hi mitandao kama Instagram, mm, yeah, TikTok yeah, yeah. unakuta yes. tu mtu anaamka tu leo anajirekodi analipwa ana, ana, ana, ana, vitu kama hivyo, ukamfufua labda mtu ambaye amefariki labda elfu mbili uko kamwonyesha anaweza kaona labda hiki ni kitu cha ajabu yani ina, inakuwa je kitu kama hiki kina, kina happen. Mm. Uh, ukija kwenye upande wa sekta ya, ya usafirishaji. Mm. Uh, zamani, uh, taksi zilikuwa zinahesabika nukta ziko vituo vimoja viwili. Mm. Lakini tangia uh, zimekuja hizi apu za usafirishaji, watu wangapi sahivi wamejiajiri kupitia hizo apu za usafirishaji? Mtu amekaa zake tu na simu yake hapa. Tena madereva wa Bolt, kuna kuna muda mimi naogopaga sana kurequest mchana mchana saa 7 kwa sababu unakuta mtu anakula zake anasubiria notification inakuja, hmm. Ukiachana um, okay, sekta ya usafirishaji karibia hmm. sekta nyingine zote, sekta za fedha. Sasa hivi sasa hivi unaweza ukaamua ukawa na benki yako, namaanisha mawakala hmm. Zamani ukitaka utoe hela yani ukitaka uh, walikuwa wananufaika sana yani yani, uh, ile shea yote walikuwa labda hmm. makampuni hmm. ya simu au hmm. benki zenyendo zinanufaika, lakini sasa hivi kila mtu anaweza akawa na uh, ofisi yake, skuzi, kuna wengine hata wanaandika tunatoa huduma za kifedha kibanda. Ukiangalia hizo zote ni fursa ambazo zamani hazikuwepo, lakini like, sasa hivi teknolojia zipo uh, hmm. uh, kuna, kuna ajira ambazo hazikuwepo kabisa, ni totali miaka nyuma. Hmm. Uh, kwa mfano watu ambao wanaendesha kurasa za mitandao ya kijamii, hmm. labda hiyo mitandao ya kijamii hmm. ya kijamii, mitandao ya kijamii ya jaja <laughs> au aw, watu wote Yani kama ndo ingekuwa umezaliwa uh, mezaliwa miaka hiyo, manake ni mtu angekuwa jobless sasa hivi, lakini kwa sababu kwa sababu uh, siku hizi kuna mitandao ya kijamii, kuna watu watu walikaa wakatengeneza mitandao ya kijamii wewe mm, mtu ana kazi. Na mimi nikisikia tunasema kwamba teknolojia imechukua uh, ajira za watu, anaambia uh, tuwe mlinganisha ajira ambazo teknolojia imechukua na ajira ambazo zimetengeneza, utagundua kwamba teknolojia inatengeneza ajira, ajira nyingi, nyingi, nyingi, nyingi kuliko ambazo, uh, ambazo uh, zimechukua sawa sawa, kitu ambacho nataka nimwambie kijana wa sasa hivi ambaye anatusikiliza akiwa mvivu wa kuweza kunufaika kwa teknolojia, maana yake itakuwa ni yeye mwenyewe ameamua. Lakini kwa jinsi ambavyo unatoa maelezo na maelekezo, ni kwamba teknolojia ina mianya mingi na ina imefungua imefungua ukurasa wa kuweza kuwapokea watu ambao wana uwezo wa kutumia vizuri. Na hapa sisi tunawazungumza wale watu ambao wameamua kutumia teknolojia kwa lengo chanya ili waweze kunufaika, sio wale watu ambao wana, wana, wana, wanafungua kwa, kwa, lengo, kwa lengo ovu kidogo, yeah. Sisi tuko kwenye upande huu hapa, tunamwambia nini kijana ambaye, uh, haoni fursa wakati fursa zipo na sisi tunaziona. Uh, mimi cha kumwambia tu kwamba mitandao ni hela and, uh, ambacho sasa ni changamoto inakuwa pale kwenye unabadilishaji wa mtandao ambao uko nao kuwa hela, hela. Nakumbuka nafikiri miaka kama sio mitano minne nyuma uh, wakati ndio sasa mimi naanza kwa sababu nagundua uh, kwamba kuna mitandao ya kijamii kuna nini. Ni, nilikuwa na post tu uh, Twitter sasa hivi inaitwa X. Mm. Nikawa na post content navyojisikia nafanya nini? Siku moja mtu akanidia akaniambia ah, Baraka uh, tumeona maudhui yako yanaendana na sisi. Uh, tunaomba utusaidie kutangaza nini? Product yetu ilikuwa ni ilikuwa uh, ni kama mkutano fulani wa kilimo, akaniambia kwamba nakumbuka uh, nilipwa kama laki moja na hamsini. Hiyo ilikuwa kazi yangu ya kwanza, hiyo message nikiingia kwenye DM na yangaliaga mpaka leo mtandao wa kijamii ambao nafikiri moja ya kazi kubwa ambayo nilifanya, nilifanyaga Uh, nilifanya na Alibaba, sio kama unajua, yeah, hii kampuni ya Alibaba. Walikuja tu akaunti yangu ya Instagram, tulikuwa na followers 1600, 2000, nikapokuwa nikakuta tu DM, uh, kwa Baraka ni kuna agency fulani ambao walikuwa hiyo kazi, tumeona content ambazo unapost zinaendana na kitu ambacho sisi tunakifanya, kwa sababu nimetaja hapo, uh, nilikuwa na followers 1600, 2000, kwa sababu watu wanafikiri ili uweze kupata deal za influence lazima una followers wengi, wengi, ehe, wakaniambia Una, una mada gani? Una maudhui yepi? kitu gani yep ambacho wanapost iko kitu ambacho wanapost kina, kina relate na watu, nitakuja kuzungumza huko zaidi. Uh, wakaniambia kwamba uh, si tumependa maudhu yako uh, tunaomba email yako, kuna kitu tunataka tufanye kazi na wewe. Napokea email, email inatoka Alibaba. Mimi Alibaba nimekuwa nikiona kwenye matangazo uh, walinipa ni walikuwa kwa sababu na event nitangaze, uh, walinipia flight, ilikuwa inafanyika Rwanda wakanipia ndege wakanipia hoteli wakanipia kila kitu. Unafika pale airport kwanza, gari linakupokea, watu wanakupokea, wanasema hey, ni celebrity hivi, na nilikuwa mdogo mdogo hapo, sio mkubwa. and hapo kwenye nafikiri umetaja kitu gani ambacho una post na nini kwenye hii issue ya mambo ya influence, mambo ya social media influencing, kuna kitu ambacho mimi kikubwa ambacho nakionaga ambacho natamani sana content creator wengi ambao wanatengeneza maudhui kwenye social media sasa hivi wangekuwa wanaelewa um, kuna uh, kwenye kumonetize hiyo content yako, kuna content ambayo ukitengeneza hmm. utamonetize kwenye platform zenyewe, yani, uh, zile platform kama, uh, kama ni YouTube wanalipa yes. Utafikisha vie vigezo vyao watakulipa, na kuna content ukitengeneza uh, wale ambao wanafanyaje, wana I mean, makampuni yale ambayo yana makubwa hmm. makubwa na nini yatakufata, yatakupa kazi mone, um, kwa mfano labda nikitoa mfano hapo itaeleweka. Kuna watu kuna wanafanyiga zile pranki mm. um, uh, kuna zile pranki ambayo mtu anaenda labda siju anakuta mtu anamkaba ana anamsumbua yani, kuna ile kuna zile pranki za kutocha watu zile utafikisha vigezo kwenye YouTube. Uh, kuna hizi kampuni ndogondogo hizi -ndogo, ambazo wanafanya labda wana maduka ya simu wenye hizi biashara ndogondogo watakupa matangazo. Bata, kwa kampuni ambazo uh, kubwa hizi -kubwa, ambazo ambazo like kwa content, wanalipa vizuri zaidi, na sana ambazo establish ni ngumu sana kukupa arts kwa na content za aina hiyo labda ukute. <laughs> Yani, kuna kuna ile kwamba umeshafanya hivyo vitu, sasa sa kampuni haziwezi ku ignore pia. Aina content ambazo wana post na nini, pia zinaweza ku determine how far, yani kwa umbali gani unaweza kufika na kupata hizo arts. Okay, kuna kitu kingine nimekielewa hapa, kwa hiyo Kunawezekana watu wakawa wanatumia mitandao ya kijamii lakini wakawa wanapishana na, na pesa, wakawa wanapishana na vitu vingi kwa sababu uh, hawajapata hawaja elimu ya kwamba kwa nini wanatumia mm, au wakitumia watumie katika namna gani, namna gani. Mm. Kwa namna pekee ambayo inataka kuwapelekea vijana ili waweze kunufaika kunu, kwa namna moja au nyingine, kwa sababu mitandao si tumekuta tu ya watu wenye, wenye, wenye, wenye, wenye, wenye Uh, wenye uanzilishi wao wa hivyo vitu, sio tunawambia nini vijana. Vijana kitu ambacho nawambia uh, ni kujifunza, watenge muda wajifunze, kwa sababu uzuri wa sasa hivi hivi vitu vingi viko yaani Um, kwa mfano mi naonaga na, mi napostig sana video kwenye hivi. Tuna uzuri waga na kazi kwenye website, kuna kazi yani, uh, kuna kazi ambazo mimi na uhakika akipewa mtu yoyote yani, hata ambaye ajaenda shule <laughs> hizo kazi anaweza akafanya na akalipwa. Kwa mfano kuna kampuni za AI walikuwa walinipaga kazi miaka kama miwili mitatu kwa nyuma, zile kazi ni unasikiliza tu audio za Kiswahili, yani watu wanaongea Kiswahili afu unasema kwamba, okay huyu anaongea ni mwanaume, huyu anaongea ni, ni mwanamke kwa sababu walikuwa wanataka wazi train hizi hizi chat GPT na nini ambazo mnazitumia mm. zile zinaelewa kwamba lugha ya Kiingereza anaongea ni mwanamke, anaweza kuwa na umri fulani mpaka umri fulani. Kwa hiyo wewe unapewa hizo audio uh, mara nyingi unakuta hizo audio labda amestore YouTube, zile labda kama hizo interview ambazo nyinyi mmezifanya mm. wenyewe ndio wanatumia kuzi train. Kwa hiyo kazi yako ni kusema, kwa sababu yenyewe haiwezi kuelewa. Kwa maana yake unaweza labda upewe audio 100 usisikize hizo audio useme kwamba okay, huyu anaongea ni mwanamke, umri fulani. Unazifundisha zile system, halafu unakuta kazi kama unaipa dola 20 kwa wenzetu, hiyo ni hela ndogo, yaani ulipo elfu hamsini kwa lisaa kwa, mm. kwa Ulaya ni hela ndogo, lakini kibongobongo hiyo ni hela nyingi sana, unajua. yeah. yeah. na huenda hata ni watu wachache sana ambao wanapata hiyo wana, hela. Lakini ukiposti, unaona mtu akwambia huyo ni uongo mone We nenda kwa sababu hizo uh, website nzuri pale, unaweza ukaenda ukasearch, okay, kazi flani ukaona uh, unaweza ukaenda ukasearch profile yangu mimi uh, mm, mimi nimeweka hadi profile, uh, profile yangu, niko na account moja um, kuna, kuna website ambazo unaweza kufanya kazi ukalipwa ni zinatoka freelancing website eh, unakuta sawa, wazungu wanatafuta watu wa kufanya kazi, watu wa mataifa tofauti wanaposti hizo kazi uh, niko bahati mbaya sindo nzuri. Nimeanza kupata hela huko mtandaoni doadoa nikiwa mdogo sana, kwenye kumi na tisa hivi, ishirini, ishirini na moja. Sasa wakati fulani nilikuwa nashika kabisa screenshot kwamba okay hii ni ending ambayo nimepata. Kuna app moja niingiza mpaka dola sita, sijui, nikiwa bado sio mkubwa mkubwa sana, watu, sasa watu akiona mtu kwa sababu amezoea na, nafikiri wabongo pia wametapeliwa sana mtandaoni mm. anasema utapeli kwao na ambacho nazungumzia zaidi hapo ni ile kujifunza nimetaja website fulani mtu fulani anataja website fulani. Usishie tu kwamba kuangalia ile video na kuwahi kucomment kwamba ni uongo, we nenda kasachile ile website hmm. isome ielewe ile website na uone namna gani kama okay. kitu ambacho kipo kwenye website ni kitu ambacho unaweza kukifanya au usiweza kukifanya. Bahati mbaya wabongo wengi wanafanya hivi vitu lakini hawavizungumzii. Mi nawajua watu wengi sana ambao wanafanya kazi mtandaoni wanaingiza kipato, lakini hawazungumzii, so wanahisi kwamba ukiwaambia, uki wanakuwa wamewasanua watu au kazi zitaisha, kumbe kazi haziishi na, na, na ndio kwanza unazidi kuongeza kazi kwa watu wengine. Yeah, changa, changamoto pia, pia ambao mara nyingi wanafanya vitu afu hawaposti. Mi waga nawaelewa pia sio wote ambao wanaweza wakavumilia zile backlash za watu ambao zinatokea okay. Kuitwa tapeli, kuitwa nini, vitu vya kawaida okay, ukiamua tu kaonyesha kwamba watu mm. Mtu lazima ajisikie vibaya <laughs> mimi <laughs> nakupa mchongo wa hela alafu na nita tena tapeli basi bora <laughs> nyamaze kimya <laughs> hey. Lakini hivi vitu vipo dunia, sikuhizi imebadilika. Uh, kama, kama, um, kama unaweza ukawa nyumbani kwako ukaita, yani simu yako sasahivi inaweza ikakuletea chakula ndani kwako, inaweza ikakuletea um, si miyako, kuletea, um kuletea usafiri yani mpaka kwako ufate kupeleka unapokwenda, then kitu gani kingine ambacho simu yako inashindwa kufanya? Uh, kwa mfano kampuni ambayo mi nimeshafanya ni kazi na wateja wengi sana, na ukichunguza wateja ambao nimefanya nao kazi wa, uh, ukiweka Watanzania na wa nje ya nchi ni Watanzania yani, wa ni wachache kuliko wata wa nje ni nje. Kwanza nikuwa naambia mtu mbona kila nkiomba kazi ya Tanzania sipati <laughs> nikiomba nchi za watu napata na hizo kazi Ehe. Kwa hiyo uh, teknolojia imebadilisha kila kitu, namna ambavyo tunafanya kazi. Sio lazima utoke asubuhi uende ofisini ndo ufanye kazi. Mimi sijai kuajiriwa kazi ya ofisini yani totali, kwamba naamka asubuhi naenda ofisini lakini Uh, uh, mpaka kuna jirani zangu kuna tu ndani like, uh, mpaka tukagi ndani, mbona nyumba moja oh, kunipa kodi <laughs> kwa sababu uh, nafanyia kazi nyumbani na laptop kwangu na wifi na internet ina wateja hata kampuni ambao, um, ambao nafanya nao kazi ambao nimekuwa nikifanya nao kazi kwa muda kidogo, sasahivi sio hata mm. ya Tanzania Ulaya lakini nafanya nao kazi nikiwa nyumbani. Kijana amka, kama ulikuwa umelala kwenye usingizi huu wa leo, sisi tumekusanua mimi na Baraka hapa kwamba mitandao ya kijamii kwa namna moja au nyingine inaweza kukusaidia kama utaamua ikusaidie, lakini kama utakuwa umeamua kuitumia hivyo, kwa umbea, kwa matusi, kutukana watu, kudhihaki, endelea. Inaweza ikakusaidia siku moja kwenye matusi yako unaotukana, kumbe unatoa yaliyokuwa moyoni. Huyu hapa ni mbuji na mshititi wa lugha, Salim mwanangu Ahmed. mpaka wiki ijayo, kwaheri.